Na ndio maana ninawaambia ukiona mwanadamu ameongezeka duniani ni kwa ridhaa ya Mungu wa mbinguni. Ndio maana wanadamu wenzangu, nataka nikwambie hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya kwenye ulimwengu huu. Wote wako kwenye hesabu za Mungu wa mbinguni. Ndio maana hata kwenye maisha yenu ya kusocialize duniani, ishi na mwanadamu kwa akili sana, maana Mungu amemleta kwa makusudi. Kuna wakati unaweza ukapambana kumuumiza unavyoweza, kumbe unaangaika na kusudi la Mungu mwenyewe. You never know, Mungu aliyemleta duniani sio mjinga eti wewe ukaamue hatima ya mwanadamu huyo. Hapana, maana wengine mlipopata vivyo viposisheni vinini mkafikiri nao mens alantuy Mkafikiri wanadamu wako kwenye mikono yenu, msijue, they came for a purpose. Ni Mungu aliyewaleta. Chochote kilicholetwa na Mungu duniani kiheshimu, kwa jina la Yesu.